Askari polisi anaitwa Omari Mnandi, mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa jiji la Arusha, ameuawa baada ya kupigwa na kitu kizito kichwani, akidhaniwa ni jambazi. Tukio hilo lilitokea saa tano usiku juzi katika baa ya Simaloi ambayo iko maeneo ya Kaloleni jijini Arusha. unaifahamu hii jeradi? Hapana. Okay. mm -hmm. Sasa tayari watu watano wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuhusika na tukio hilo. Sasa kuuawa kwa askari huyo kuna ongeza idadi ya matukio ya wananchi kujichukulia sheria mkononi kama inavyoripotiwa katika ripoti mbalimbali mbali hapa nchini. mm. Sasa kamanda wa polisi kule Arusha, Justin Masejo amesema, Justin Masejo alisema uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo ni Omar kuingia kwenye gari lisilo lake baada ya kulewa. kaingia kwenye gari lake baada ya kulewa. Alisema askari huyo aliingia katika gari la mmoja wa watuhumiwa badala ya la kwake. a una kwa, kuna watano ambao wame, wamekamatwa sasa, wana kwa wana mmoja wana kati ya hao wa watano. Sasa kamanda alisema baada ya Omar kuingia kulala ndani ya gari watuhumiwa hao walimkuta na kuanza kumshambulia hadi umauti ulipomkuta. Kwa hiyo gari lilikuwa wazi, gari lilikuwa wazi kwa hiyo akaingia ndani akalala. Kwa hiyo walivyomkuta ndo wakamshambulia mpaka umaku, umauti ulipomkuta. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, Omar alikuwa na wenzake wakijiburudisha kwa vinywaji katika baa hiyo kabla ya umauti kumkuta. Sasa, Richard Levina, mmoja wa mashuhuda alisema, akiwa na askari wenzake wawili walifika katika baa hiyo mapema na kuanza kupata kinywaji chenye kilevi mm. Alisema saa tano usiku Omari alizidiwa na kilevi, akawaga wenzake kuwa anakwenda kupumzika ndani ya gari lake. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, alifungua na kuingia katika gari jingine lililokuwa jirani ambalo halikufungwa na ufunguo, akidhani ni lake, bila kujua kumbe halikuwa la kwake.